Watu wanaofanyia ukatili watoto mara nyingi, na hii pia nimeiona kwenye dokumentari moja hivi, wanaangalia namna, aina ya wazazi au namna wazazi wanavyokuwa na watoto wao. Kwa mfano wanaangalia kama mzazi ni mfuatiliaji sana. Kwa mfano nikimchukua mtoto labda nikajifungia naye chumbani nikakaa lisaa au nusu saa, mzazi ni yule mwenye kihelehele chanya cha kukaa, amekuja kuangalia kama ni, kuna nini kinatokea na mtoto, au wakati mwingine anaangalia baba. Mm, baba ni mfuatiliaji au ni yule ambaye amelegalega, anafuatilia anaangalia um, Hafuatilii, si si mfuatiliaji sana au si, si jisana, mkorofi sana wa kukaa, akam, akamlinda mtoto wake, au ikitokea leo nimefanya kajambo kadogo kakuweza, ambacho ki, ni, ni, ni, ni kajambo kadogo lakini, kwa kuanza kufanya ukatili ndo kana kuanzisha, yaani ni steji ya kwanza labda kwa kufanya ukatili kwa mtoto, mzazi atasema nini? Hivyo Um, labda huyu mtoto anakaa kwa wazazi au walezi wa umri gani? Kwa mfano kama anakaa wazazi walezi wa umri wazee, obviously hiyo hawawezi kuwa makini na watoto mara nyingi, si ndio? um, wanakuwa wameshazeeka, wameshachoka, kwao mtu anakuwa anaangalia au mzazi au mlezi ni, ni, ni, mtumiaji, ni mlevi au ni mtumiaji wa madawa ya kulevya au chochote kile, wanaangalia hivyo. Um, wanaangalia pia mm, labda ni mzazi au mlezi, ni mtu ambaye yani, kwa mfano kuna waz, unajua kuna wazazi au walezi ye mwenye maisha ameshakuwa ni magumu kiasi kwamba anaweza akawa nafanya kujiuza indirect line, yani isiyo ya moja kwa moja, kwamba akaa yupo ni nyumbani, lakini unakuwa unamwona kama ni anabadilisha wanaume wanawake mara nyingi, si ndio? Yule pia wanaangalia hivyo um, wanaangalia pia um, ya tumeshaongelea hivyo, lakini pia kuna uhuru kiasi gani kwenye hiyo familia. Labda uh, watoto wanaachiliwa tu, watoto wanajilea wenyewe. Haya, lakini pia wanaangalia labda watoto ambao ni wa, wana, watoto wanaojilea wao kama wao um, kwao kunakuwa kuna sababu nyingi wanaziangalia, alafu mwisho wa siku ndo ana, anaanza kufanya mambo yake sasa lakini kubwa zaidi ni hiyo ambayo sisi hatufuatilii au walezi hatufuatilii. Unakuta tunakaa naye na kama nilivyofanya kabla, nilisema watu wanaofanyia ukatili wengi ni asilimia tisini ni watu tuna watoto wanaoamini na kuwafahamu na wanakaa nao afu, hiyo ndo chache ni watu wengine kule. So unakuta ni mtu ufuatiliagi, unamwamini yule mtu unaekaa naye Unakuwa unaangalia tu mtoto wako anachukuliwa, anaenda chumbani, unasema wako na mjomba wake au wako na anti yake na nini, haufuatilii wanafanya nini, na wakitoka huko pia haumuulizi mtoto. Na ikitokea umemuuliza, haumkanyi mtoto na unafichia, unaficha au wakati mwingine unaamua ku, ku, kulifumbia macho, labda ni mtu unayemwamini sana, au ni mtu wa karibu sana. So uangalia vitu kama hivyo, na pia unatakiwa ujue hivyo vitu vinaangaliwa sana.